Uh, najua wakulima wetu wengi huwa mnajiuliza sana, mimi nilime nini? Ambizi am nipo occupied na vitu kama hizo. Kwa mtizamo wangu hii aina ya pilipili ni kati ya wazo zuri sana la biashara kwa mkulima anayefikiria awekeze kwenye kitu gani. Uh, hapa Tanzania kuna wanunuzi ambao wananua hizi pilipili, kwa ajili ya kupeleka nje ya nchi. Ili mradi uwe na uwezo wa kuzitunza vizuri, kuzianika zikakauka, wapo wachache wananunua mjishi, wengine wananunua kavu, kwa hivyo wewe utakavyoona. Na hii pilipili, kwa mfano hii variety unayoiona hapa toka imepandwa unaweza chuma hata miaka miwili, miaka mitatu. Nafikiri ni wazo zuri la biashara. Kama unafikiria nini cha kufanya kwenye ukanda wa